Kama kawaida yetu Wanasimba ni watu wa burudani, kama unavyotuona tuko kwenye burudani, tumefarijika, tuko kwenye kombe la, kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Wachezaji wametupa kile kitu tunachokihitaji, tumefarijika, tumefurahi, tumetoka hatua moja, tunakwenda hatua nyingine. Mechi ilikuwa tafu, timu za majeshi sio timu za kubeza, kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hichi alichotupa, nimefarijika ya. Pengine eh, performance ya wachezaji ambao mara nyingi mmezoea kuwaona benchi leo hii wamechezeshwa, mwalimu amewaamini eh, wakiwepo kina Valentino Mashaka, lakini pia uh, wakiwepo wakina Noma na wengine unazungumzia. Ah, ni jambo la faraja unapokuwa na kikosi kipana, rotation kama hii inatujengea hata sisi mashabiki wa kujua kwamba timu yetu soka kwa nguvu yote, anayepangwa anatupa matokeo. Kwa hiyo target kwenye mashindano kama haya sio ya kudharau na nawashukuru sana wachezaji wangu, wametupa kile kitu ambacho tulichokitarajia, na tumeona jusikati hapa kuna wenzetu ndugu zetu jirani zetu wachamazi wamezalirika kweupe. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunatoka hatua moja tunakwenda hatua moja, kwa kweli ni jambo la faraja. Namshukuru sana Mungu wangu, nimeridhishwa na kiwango cha wachezaji wazoefu wakiwepo kina Ateba ambao tumezoea kuwaona wakicheza mara kwa mara NBC Premier League. Hata tageti ilikuwa ni kupata alama tatu na magoli ya kutosheleza. Kama ukimwona Ateba leo, pamoja kwamba amepata goli, lakini kama kuna goli tatu za wazi amekosa, lakini ndio football jinsi lilivyo. Aliyekula amekula. Tumefarijika kwa hicho tulichokipata. Dadangu ya Mutale mimi naona kama hajakaa ile sawa sawa, lakini unaona kabisa anajitahidi kuja kujipapatua papatua, lakini kwa nguvu zake Mungu naona uko mbele ya safari atatusaidia tukakanga. The Green Voice. Yes we are green.